Ukai okay, mui guoriro. Nejo ni onye dete. Ni promote before uende. Nunua data, SMS au I minutes mean hapa, Mazel Tov Limited ukitumia mpesa hata ukiwa na fuliza. Twende lipa na mpesa, buy goods till number 4760890. Amount, weka bei ya ofa umechagua. Kununulia sim card nyingine, tumia pay bill business number 5722222 account number Weka namba unayoinunulia. Amount ni bei ya ofa umechagua.